Bismillahi rahmani rahim. Watazamaji wapendwa wa Halal Charity Tv, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndani ya jioni hii ya siku ya Ijumaa, nimependa kukumbusha jambo muhimu ambalo labda lingekusaidia katika maisha yako na hasa kwa masaa haya ya mwisho wa mchana tuliofundishwa na Mtume wetu Muhammad alaihi salatu wassalam, siku ya Ijumaa ni siku ambayo kuna saa dua zake zinapokelewa, na kauli rajih ni kwamba taimu hiyo ni taimu ya jioni kabla ya jua kuzama, kuanzia kwa dakika 30 mpaka kuzama kwa jua. Ni wakati muhimu wa kufanya wa kutulia na kumuomba Allah tabaraka wa taala na dunia hii, kama tunavyojua, kama alivyosema nabi Allah Musa kuwaambia watu wake, qala Musa liqaumihi ista'inu lillahi wasbiru, takeni msaada kwa Allah na musubiri. Dunia ni kweli ni mzito, dunia kweli ina mambo mengi. Dunia kama alivyohitaja Allah tabaraka wa taala, ya ayuhanasu Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur eniwatu inna wa'dallahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni ya kweli haibatiliki. Kwa hivyo kinachotakikana, fala taghurrannakumul hayatud dunya, isije ikawaghuri na kuwashawishi dunia ikawakosesha ahadi mzuri aliyowekea Allah nayo ni ahadi ya kuwaingiza janna. ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kwa hivyo isiwaguri dunia wala vile vile asiweze kuwashawishi yule mwingi wa kushawishi. Hapa tunakuta kuna mambo mawili, dunia yenyewe ni mshawishi mkuu, lakini vile vile kuna kishawishi kinachosaidia dunia. Kwa hivyo hakuna njia ya kuepukana na shari hizi mbili ila kama alivyosema Musa, kuambia watu wake, istainu lillahi wasbiru, takeni msaada mkitegemea kutaka msaada kwa Allah, kwa maana kwa maombi sana na la pili, muwe wavumilivu katika maisha ya dunia. Na utakuta Qurani vilevile na kariri kutuambia katika maneno yake Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu istainu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin, enyi mulioamini takeni msaada kwa kusubiri na kusali. Mambo haya mawili ndiyo yaweza kukuletea wepesi katika dunia iliyo mzito. Allah tabaraka wataala akazungumza tena kwenye Qurani, wastainu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa ala lkhashiin, na mtake msaada kwa kuwa wavumilivu na kusali, na hilo linakuwa ni jambo zito lililo kubwa, isipokuwa kwa wale wenye kunyenyekea. Allah tabaraka wataala Mpenzi muumini, kwa siku hii ya Ijumaa nazidi kukusihi kwamba, jipe wakati wako huu mfupi uliobakia kabla ya Maghrib, tulia ulipo, ongea na mola wako, eleza matatizo yako, mlilie muumba wako, sema na mlezi wako na Allah kama anavyosema, qaribun mujib, wakati wote yuko karibu na wewe na ni mwenye kujibu maombi yako. wasallallahu ala nabiina muhammadin